Assalamu alaikum, na karibu katika Alasiri Special, ambapo kwa siku hii ya leo tumeangazia kuelekea siku kuu ya Eid al Adha. Kwanza kabisa tukataka kufahamu aina ya wanyama ambao wamekuwa wakinunuliwa katika kipindi hichi, lakini pia bei ambayo ilikuwa mwanzoni mpaka sasa inaendaje. Kwa hiyo tutazungumza na wauzaji wa mbuzi, lakini pia wanunuaji wa wanyama hao ambao wanaenda kuwatumia katika siku kuu ya Eid al Adha. Sawa, tumekutana na mmoja ya wauzaji wa mbuzi katika eneo hili la Vingunguti. Unaitwa nani? Mimi naitwa Mluya. Mluya, kwa mm. kipindi hichi ambacho sasa hivi tunaelekea kwenye sikukuu ya Idi, shughuli ya uuzaji wa mbuzi inaendaje? Uh, paka sasa hivi shughuli ni ya kawaida sana. Leo ndio tunaona kuona wanunuzi wanaanza kuingia ingia leo, lakini jana na juzi manunuzi walikuwa wanakuja kwa kusuasua sana pokeaji wa mbuzi hapa na uuzaji, tofauti unatofautiana na sikukuu ya Eid na sikukuu nyingine za? E, tofauti upo kwa sababu hii ni sikukuu ya kuchinja na Waislamu wengi kwao ni kama ibada, kwa hiyo inakuwa kidogo na mwitikio mkubwa sana kutofauti na Krismasi na Pasaka. Bei ya mbuzi huwa inapanda au kushuka kuelekea sikukuu ya Eid? E, kwa kipindi hiki, kwa sababu inapokaribia sikukuu kama hii, hata wale wakulima mikoani ambao wanazikusanya mbuzi wanaweka kama stoko kwa ajili ya sikukuu kwa tunavyokwenda hata kuzinunua sisi zinakuwa tunazinunua kwa bei kubwa kidogo, na tunavyokuja na sisi tunalinganisha na gharama za transporta na namna ya kuzitunza hapa, kulipa vijana ambao wanasaidia kwao, unakuta hata sisi tunaziuza kidogo zinakuwa na bei juu. Mwanzoni mlikuwa mnachukua mbuzi mmoja kwa bei gani, na sasa hivi imekuwa ni bei gani? Kule mwanzo, tulikuwa mbuzi wa kawaida anauzwa labda laki na kumi, laki na ishirini, laki na hamsini, lakini kuanzia sasa hivi mbuzi kwa bei ya kawaida kabisa anaanzia laki moja na hamsini kwenda juu Uwaga, kuna maandalizi yoyote ambayo mnayafanya? Kwa mfano hivi mnajua kabisa Eid inakuja, uwaga, mnafanya maandalizi yoyote kwa ajili ya kuchukua mbuzi kiasi gani? Ya, tunafanya maandalizi, ndio maana ikikaribia sikukuu kama hii, kama mtu na fedha yako unaituma mkoani, unakusanyiwa mbuzi, unaweka stoko kabisa, kwa sababu unafahamu mbuzi wanaenda, wanaenda Kenya wanagombewa, wanaenda, wanaenda, wanakuwa wanagombewa, lakini una machinjio za kisasa ambazo na zinachinja nyama zinakwenda nje. Kwa, kwa sisi ambao tunauza kwenye soko la Dar es Salaam hapa, lazima tu tuwe na mtaji wa kwenda kuwekeza kama stoko, ili ikifika muda kama huu tunaanza kusafisha kwenda kuja kwenye soko la kuja kuuza. Sawa, tumekutana na muuzaji mwingine wa mbuzi katika soko hili hili la Vingunguti. Bwana, habari yako? Habari yangu mimi mzima bwana. kwa majina, wewe unafahamika Kwa jina? Inaitwa Said Selemani Muhammad, mimi najihusisha na biashara ya mbuzi na ni mwanachama wa wan, wa mnavi Vingunguti Okay, sawa. Biashara ya mbuzi kwa sasa hivi kuelekea siku kuu ya Eid inaendaje? Biashara kuelekea siku kuu ya Eid mbuzi huwa zinapanda juu sana kutokana na mbuzi wa kulima na tuuzia bei kali. Na alafu mbuzi huwa zinapelekwa nje kwa wingi sana . Hapa zinakuwa sio nyingi sana mwanzani. Nini hasa ambacho kinapelekea hilo linatokea? Aa, ni uhaba kidogo wa mbuzi asije kwa wingi sana. Mbuzi kwa sasa hivi huwa mnanunua kwa bei gani tofauti na. Sasa hivi mbuzi tunanunua 170 180 Mia tisini mpaka laki mbili na hamsini mbuzi tunanunua, si. Kwa jina naitwa Karama Bakari Hassani, nimefika hapa Vingunguti. Aa, kwa ajili ya kufanya maandalizi ya sikukuu ya idi ya idi ya kuchinja. Kwa nimekuja hapa kwa kut, kutafuta kitoweo kidogo. Sawa, ni maandalizi gani mengine ambayo unayafanya kuelekea sikukuu ya idi? Kwa upande wangu mimi ni kufurahi na vijana, lakini pia kutoa swadaka eh, madrasa msikitini ndio inatakiwa hivyo. Ni changamoto gani ambazo wanakutana nazo wanunuaji wa mbuzi kuelekea sikukuu ya Eid? Tunakutana na mtu mmoja hapa ambaye yeye, yeah, yeah, ni mnunuaji, anatueleza hasa. Jina lako ni nani? Kwa majina anaitwa Adamu Omari Rufunga au maarufu Ndundu. Bei tumeshazoea tu, tu, tu, yani ni kama desturi kwa kipindi hichi cha sikukuu, wahitaji wa mbuzi wanakuwa wengi alafu mbuzi wenyewe nao pia wanakuwa kupatikana kwake kwa taabu baada ya kuzungumza na wauzaji wa mifugo, wanunuzi lakini pia waumini wa dini ya Kiislamu, na sasa tumefika hapa katika msikiti wa Magomeni Kichangani kuzungumza na shekhe. Kwanza kabisa atujuze nini maana ya Eid al Adha katika imani ya dini ya Kiislamu, lakini pia ni mambo gani ambayo yanatakiwa kuzingatiwa kuelekea sikukuu hii ya Eid. Kwanza kabisa tunamshukuru Allah subhanahu wataala ambaye ametujalia kufika katika masiku haya matukufu moja katika masiku ma masiku bora katika dunia hii ambayo yaliyotajwa na Allah subhanahu wa taala, akasema walfajir wa layalin ashir e, na hapa kwa alfajiri lakini na ya pia na masiku kumi ya mfungo wa tatu, ambayo ndio haya tuliokuwa nayo, na masiku haya yamepata ubora kwa sababu mwisho kuna somu ya kufunga, lakini baada ya somu tunakwenda kwenye Uh, Eid al-Adha. Hii tunaita Eid al-Adha, haiitwi Eid al-Haji. Wengi wetu wamebadilisha msemo sasa wanaiti, wanaita Eid al-Haji. Hapana, hii ni Eid al-Adha au Eid al-Udhiya. Eid ya kuchinja, tunaenda kuchinja. Kwa nini tunaenda kuchinja? Uh, tunakwenda kuchinja kwa tukio kubwa ambalo lilikuwa ni kati ya Ibrahim na Ismail mwanaye Ibrahim alimwambia ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka, mimi nimeota usingizini leo na kuchinja mwanangu mwenyezi. Eh, mtoto akasema ya abati fa'al ma tumar, fanya ulioamrishwa. satajiduni insha Allahu min assabirina, utanikuta mimi ni katika watu wenye kusubiri Kwe tukio hili tunaokwenda kulifanya, tunasema ni Eidul Udhiya, Eid ya kuchinja. Kama una uwezo wa kuchinja ng'ombe kachinje, kama una uwezo wa mbuzi kachinje, lakini usichinje kuku, kwa sababu kuku hakutajwa katika viwango vile. Kuku utakuwa ni, ni, ni chakula cha kawaida. Ni nini wajibu wa Muislamu katika kutimiza ibada hii ya kuchinja? Wajibu wa Muislamu katika kutimiza ibada hii ya kuchinja, inatakiwa kwanza, kama amenuia kuchinja kwenye sheria tunasoma kwamba asikate kucha, asinyoe nywele kipindi hichi cha kwenda kuchinja, ni suna, lakini unaweza ukanyoa, lakini baadaye ukachinja, sheria ikatai, isipokuwa tu ibada yako itakuwa iko vizuri zaidi ispoku, u, ukiwa umeacha kukata kucha na kunyoa nywele. Kunyoa nywele hii ndio imekatazwa, lakini uwajibu mwingine wa mwislamu kuna ibada ambazo tulianza nayo toka, toka mwanani kumi ile ilipoanza. Hizi ibada zinatakiwa azifanye sana, na ibada nyingine anatakiwa muislamu asiache kufunga ile siku ya mwezi tisa ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema tufunge mwezi tisa ule, ile mwezi tisa kutoka mwezi ulipoandama, ina fadhila kubwa sana. Ukifunga siku ile moja tu inafuta madhambi ya miaka miwili nene kuongezea miaka miwili ya thawabu mbele. Baada ya mtu sasa kutekeleza ibada ya kuchinja, kuna taratibu gani ambazo anatakiwa kuzifata ikiwa ni katika mgawanyo wa kile ambacho amekichinja? Ah, atagawanya anaweza kama ni mbuzi basi agawanya agawa hata mafungu matatu eh, au mafungu matano, lakini mbuzi mafungu matano maana yake atakuwa ni ni kidogo kidogo sana, anatakiwa agawe mafungu matatu, ili ayagawe yale mafungu. Kama ni ng'ombe atagawa basi hata mafungu saba awapelekee watu sadaka. Hii ni ni, iliyokuwa vizuri zaidi ni mchinjaji awapelekee wale wanaohitaji wanaohitaji, lakini sasa kwa sababu ya hali ya hewa yetu na maisha yetu yalivyo ya, ya kimaskini ya Watanzania, utakuta watu wana, hawaendi ku, ku, kupelekewa majumbani, wanafuata wenyewe nyama ile kwa hiyo si vibaya y kufata nyama popote pale ilipo, lakini ugawaji inatakiwa ufanyike kwa utaratibu na kwa utulivu, kwa sababu hii ni sadaka. Katika siku hii ya Idi, mtu anatakiwa akiamka asubuhi, anamka na swaumu mpaka anapoenda msikitini, au inatofautiana na idi ile. Swali zuri sana mwandishi, swali zuri sana aya. Inatakiwa idi hii, Mwislamu ukiamka usile chochote, ni sunna kuacha kula mpaka utakaporudi. Yaani mpaka ukaswali ukirudi ndio unaweza ukapata chochote, au ukimaliza swala ile kule unaweza ukapata chai sehemu yoyote, ama maji sehemu yoyote, ama tende sehemu yoyote, lakini mradi ba, mpaka baada ya kurudi. Lakini niongezee lingine hapo, ni suna kwenda msikitini na njia moja na kurudi na njia nyingine. Yaani kama ulikwenda njia ya kulia, na ukirudi basi upitie njia ya kushoto, ama kama ulikuwa ndiye njia hiyo yo moja basi fanya hata kama lao umezunguka nyumba hivi ngapi ili mradi ionekane kwamba umepita njia nyingine. Nayo vile vile ni thawabu. Angalia Uislamu ulivyo. Yaani umekuja na njia hii, ukirudi na njia hii unapata thawabu. Uone kama ni jambo zuri sana. Yaani hata hujafanya chochote umeamua tu kwamba ah, bwana nimekuja na njia hii sasa nibadilishe njia. Watu wasije wakanizoea kwamba huyu jamaa anapita sana njia hii. Lakini ukifanya hivyo tu unapata thawabu. Ndio Uislamu unavyo unavyosema. Ni nini sasa ujumbe wako kwa Waislamu wote ambao wanaelekea kuadhimisha sikukuu siku hii ya Idi? Alhamdulillahi, sikukuu ya Idi kwamba ni sikukuu kubwa, ni sikukuu ambayo tunaitekeleza kwa kumaliza mwaka, mwaka wa kiislamu unaenda kuisha huu mwezi wa Dhulhijja, ndio mwezi wa mwisho katika mwaka mwezi huu, kisha tunaanza na Muharram, ambao tunasherekea mwaka mpya sasa kwa kuwa tunakwenda kumaliza mwaka Waislamu, mimi ni waombe jambo moja, wakasherekee idi hii kwa utulivu na amani, wasiende kwenye bugudha, wasiende kwenye sehemu ambazo kwanza zitaharibu sikukuu yao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema katika siku ya idi, mana aswa yaumalidi, kama mana aswa yaumalwaid, yeyote anayefanya maaswi siku ya idi ni sawasawa na mtu amefanya maaswi siku ya Kiama. Swee, Mungu anafanya mahesabu ya kuwaweka watu peponi ama motoni, wewe unafanya maazwi pale pale. Maana yake siku hii ni siku nyinyi, wazungu mna neno, mnasema very sensitive, yani ni muhimu muhimu, kwelikweli kujikinga na makosa katika siku ya Idi. Ni Idil Adhuha siyo Idil Hija. Mimi nimelichukua hili la kupita njia tofauti wakati nimetoka kufanya ibada ya Idil Adhuha. Wewe umelichukua lipi? Hiyo ilikuwa ni Alasiri Special tukiwa tunaiangazia sikukuu ya Idil Adhuha. Mimi ni Mwajabu Shafi, shukrani sana kwa kuendelea kuifuatilia Alasiri Special.